Kitu kikubwa mno ambacho unaweza kumfundisha mtoto wako kwa ajili ya usalama wake wa sasa hivi au wakati mwingine wa baadaye ni kumwambia, usalama wake unaanza kabla ya wema. Hapo hapo naongezea, mtoto wako aweze, kama hataki kufanya kitu, aweze kusema hapana na kujisimamia, kwa sababu kuna watoto ambao wamekuwa wakipitia changamoto za mba. Kwa sababu tu, hawawezi kusema hapana, hawawezi kujisimamia kwenye kusema hapana, lakini wanatanguliza wema. Fundishe yeye kuweza kujisimamia. Hata kama hataki kukifanya, wewe mzazi hawezi kukwambia. Akianzia kukwambia wewe, ni rahisi kufanya kwenye, kwenye jamii ambayo ndio jamii yetu hii tunazozijua. Kwa hiyo jitahidi kuweza kufanya mazoezi na yeye kuanzia. Wakati mwingine unaweza kuwa unampima tu, unamwambia, hapa ulipaswa kusema hapana na kujisimamia hapana yako, kwa sababu hata kama mimi ni mzazi wako, sikutakiwa kukufanyia kufanyisha hichi kitu watoto wanapitia changamoto kwa sababu hawawezi kusema hapana, lakini pia wanawaza wema kabla ya, ya, ya, ya usalama wao na kwenye jamii zetu, kwa mfano hasa sisi tulivyokuwa, ulikuwa wakati mwingine unakumbuka, una kama mimi, yani ulikuwa utasikia tu, ah, huyo waga ni mtu mzuri sana, ni mtu mzuri sana, ni mtu mzuri. Kumbe kuna wakati mwingine ni vitu unakubali tu kwa sababu jamii ndio ina definition yake, au ina maana yake ya wewe kuwa mtu mzuri, au ya wewe kuwa mtu mwema unaamua kufanya vitu kwa sababu sio kama unapenda. Sasa hebu tufuteni hichi kitu kwa sababu zinawatokomeza au zinawapeleka watoto sehemu mbaya. Kwa hiyo mm -hmm, tujitahidi kufundisha watoto, jaribu kufanya mambo na yeye wewe kama mzazi, mwanze kwanza, alafu mwisho wa siku yeye ndo ataweza kupata nguvu ya kuweza kumwambia mtu yeyote hapo nje au mtu yeyote na watu wa ndani pia, anzeni na hao kama wako akikwambia kitu fulani au kinani, comfortable nacho, kwa sababu hapo tunaongelea mtoto kuwa comfortable na kukifanya asifanye, na aseme hapana na kujisimamia. Mm-hmm. Jamani, kama mna comment au mna mawazo yoyote, karibuni hapo kwenye comment, mtoke comment, tuendelee kuidiscuss hii mada.